Muhtasari wa taarifa ya habari kwamba mazungumzo kati ya AFC M23 na serikali ya Congo yaonekana kukwama mapema Doha nchini Katara. Chanzo ni kwamba ukosefu wa maelewano umejitokeza kuhusu uongozi wa majimbo yenye kudhibitiwa na AFC M23. Ndivyo amejulisha Henri Pacific Mayala akiwa mtafiti kwenye kituo Ebuteli inayotumika kuhusu maswali ya uongozi pamoja na usalama. Henri Pacific Mayala amejulisha kwamba wakati wowote mazungumzo inazorota, mapambano itaendelea uwanjani, na ni raia wasiokuwa na hatia ndiyo wanakuwa wahanga siku zote. Henri Pacific Mayala anataka kuona maelewano yanapatikana kati ya na pande zote husika kwenye mazungumzo. Tumsikilize. Kati ya nukta za muhimu ambazo inabidi zipate suluhisho ni nukta moja muhimu ambayo inabidi izungumzwe ni kwa mfano M23 itageuka nini kisha mazungumzo? jimbo ya Kivu ya kusini na kaskazini itaongozwa na wanani na, na gani? ni namna gani? ni maswala yale hadi sasa haijapata jibu ingawa mazungumzo hali ambayo

ngoma nzito pamoja na mwenziu Kakubanya katika wilaya ya Fizi, kivu ya Fizi jimboni Kivu ya Kusini. Vijiji hivyo ni pamoja na ponzeru tuetue na Ngezi, vijiji vinavyopatikana katika milima ya Fizi na Itombwe. Duru za mahali zajulisha kwamba mapambano yameanza tangu siku ya pili na kuendelea hadi siku ya tatu, tarehe tano Novemba mwaka wa elfu mbili makumi mbili na tano asubuhi mapema. Zajulisha duru za mahali, wapiganaji twigwaneo, red tabara na F723 wamefaulu kuwakimbiza wapiganaji wa zalendo pamoja na askari wa taifa, hali iliyopelekea hawa kupoteza silaha nyingi pamoja na vifaa vya vita. Vijiji hivyo vinapelekea washindi kukaribia kijiji na kihele inayopatikana kwa umbali wa mwendo wa saa nne kwa mguu kabla ya kufika pafizi centre, amejulisha mtetezi mmoja wa haki za binadamu aliyezungumza na redio yako. Kwa leo mamia ya wakaaji wamekimbia maskani yao, wamoja wakijielekeza msituni na wengine katika vijiji a wanadhani kuishi kwa usalama sababu ya uga. Shirika la raia wilayani Fizi kupitia kiongozi wake Mwanasheria Jacques Alimasi lasema kushangaa na kujitokeza kwa mapambano mara tena wakati mazungumzo kati ya pande husika yanaendelea. Tumsikilize kiongozi wa shirika la raia katika wilaya ya Fizi Mwanasheria Jacques Alimasi walipigana na kikundi cha wazalendo, uh, wakakubanya pia na wazalendo wa ngoma nzito. Hii leo asubuhi vikundi vya AFC tulianeo M23 vilikwenda kushambulia ngome ya FRDC ambao wanasaidiwa na wazalendo katika kijiji cha tuwetue ngezi hata conzero Utakwenda kujua kwamba Fronzero ni kijiji ambacho kilikuwa kilidhibitiwa kili, na wa maskari FARDC na wale wazalendo na kijiji na ni kijiji ambacho wamiaji wa ndani ambao walitoka mikenge na kando kando ya mikenge wote walikuwa wa, wanaishi pale. Utakwenda kujua kwamba mapambano yanaendelea wakati ambapo government yetu ya Congo inaendelea kuongea, inaendelea kun umuza wako, wako katika mchakato wa kutafuta amani huko Doha, na hiyo vita kwa sasa na vengine tena, wakati kama na huu ambako raia tangu mwezi wa tatu raia waliama makazi yao nawakaama hata makao yao, na waliendelea kupatikana huko kijiji cha point zero na wala. Raia wanaendelea kusumbuka, haki ya kibinadamu waiheshimiwi, inaendelea kuvunjwa na ndio tu, kwa maana tumeomba kwa ngambo zote, pande zote mbili waheshimie raia waheshimie haki ya kibinadamu waheshimie hata ile sheria ambayo inaendelea kuongoza vita waheshimie ile ambayo tunaita mwanasheria. Jaque Alimasi ni kiongozi wa shirika la raia katika wilaya ya Fizi. Mapambano yameendelea katika vijiji kama vile Abala na Mulima, eneo zinazopatikana mpakani kati ya wilaya ya Fizi na Mwenga. Duru zetu zimemalizia na hali ya maisha yaendelea kuwa kuangu gumu siku baada ya siku kwa wakaji wa Kigulube, Isezia, Nyalubemba, Evarina.